Umoja wa Mataifa umeikalia kooni serikali ya Tanzania kuhusiana na kesi inayomkabili mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, mheshimiwa Tundu Lissu, kadhalika kupotea kwa kada mwandamizi wa Chadema Mdude Nyagali maarufu kama Mdude Chadema, lakini pia masuala ya haki za binadamu nchini Tanzania. Wataalam wa Umoja wa Mataifa wameiandikia barua serikali ya Tanzania, barua rasmi yenye madai mazito ya ukiukwaji wa haki za binadamu ikiwa ni pamoja na suala hilo la kushikiliwa kwa mheshimiwa Lissu bila haki za msingi, kutoweka kwa kada mwandamizi wa Chadema Mdude Nyagali, na hili swala la kuzima baadhi ya mitandao ya kijamii. Na mtandao wa kijamii ambao umeandamwa na serikali hadi muda huu ni mtandao wa kijamii wa X zamani ukifahamika kama Twitter, ambao watu wengi hawawezi kuingia bila kutumia huduma ya VPN. Kwa hiyo barua hii imesainiwa na wataalamu watano wa masuala ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa, na barua hiyo inatamka wazi kwamba kuna ushahidi unaonyesha kwamba uh, mheshimiwa Lissu alikamatwa kwa misingi ya kisiasa na kinyume na taratibu za haki ya kupata uwakilishi wa kisheria, haki ya kufikiwa na familia au kutembelewa na familia, na kushikiliwa kwake kunaonekana kama njia ya kumzima kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa unaotarajiwa kufanyika Oktoba 2025. Kwa upande wa Mdude, uh, wataalamu hao wa Umoja Mataifa wameeleza kwamba alitoweka katika mazingira ya kutatanisha na hadi sasa hakuna maelezo ya kutosha kutoka serikalini juu ya wapi alipo au kama yupo hai. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa unasema mazingira hayo yanafanana na matukio ya watu kutekwa au kulazimishwa, uh, kupotea uh, ambayo kwa Kiingereza wanaita enforced disappearances. Um, kadhalika wataalamu hao wa Umoja wa Mataifa wameeleza kwamba mtandao wa kijamii wa X zamani Twitter Uh, umefungiwa na serikali ya Tanzania na ufungiaji huo ulifanywa bila taarifa rasmi saivi, kwa sababu mpaka sasa hivi serikali haijawahi kutamka hadharani kwamba imeufungia mtandao wa kijamii wa X. Kibaya zaidi ni kwamba viongozi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan uh, taasisi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Chama cha Mapinduzi, Jeshi la Polisi, wapo wa, katika mtandao huu wa kijamii na wanaendelea kuutumia uh, awali baadhi ya kauli zilizotolewa ni kwamba mtandao huu una maudhui uh, yasiyopendeza ikiwa ni pamoja na masuala ya ngono, ushoga na vitu kama hivyo, lakini swali linabaki, kama kama kweli mtandao huu na matatizo hayo, kwa nini, kwa nini rais bado yupo anautumia mtandao huo? Ikulu uh, ina account na inatumika kila wakati katika mtandao huo kwa hiyo ni hoja fyongo ambazo hazina uzito. Kwa hiyo wataalamu hao wa Umoja wa Mataifa wamehoji msingi wa kisheria wa hatua hii ya kuufungia mtandao wa kijamii mtanda wa, wa X nchini Tanzania, ukisema kuwa hatua hiyo inakiuka mikataba ya kimataifa ya haki za kiraia na kisiasa. Kadhalika, katika barua yao kwa serikali ya Tanzania, wamesema kwamba hatua hizi zote ni kama mkakati mpana wa serikali ya Tanzania kuwanyamazisha wakosoaji wa serikali uh, kwa kutumia njia ambazo si halali. Kadhalika, barua hiyo ya Umoja wa Mataifa kwa serikali ya Tanzania imetoa maswali tisa ambayo serikali inatakiwa kuyajibu ndani ya siku tisini na tayasoma haya maswali tisa. Swali la kwanza ni je, ni kwa msingi gani uh, mheshimiwa Tundu Antipas Lissu alikamatwa na je, uamuzi huo ulizingatia haki za kisheria kama haki ya wakili na kuwasiliana na familia? Kama nafahamu Mheshimiwa Lissu siku za mwanzo alikuwa na changamoto kuhusu uh, mawakili wake kukutana nao. Kadhalika, watu mbalimbali walikwenda kumtembelea walishindwa kukutana naye, na ili la wanasheria ndilo lilopelekea uamuzi wa yeye kuamua kujitetea mwenyewe, kwa sababu alisema hakuna haja ya kuwa na mawakili ambao maha, uh, magereza pamoja na serikali inawazuia kumwona. Uh, swali la pili ni mamlaka gani iliyotoa agizo la kumshikilia Mheshimiwa Lissu na kwa amri ya mahakama ipi? Swali la tatu ni je, Mheshimiwa Lissu alipata huduma za afya wakati wa kushikiliwa na kwa mazingira gani? Swali la nne ni kuhusu Mdude Nyagali, alikamatwa lini, wapi na nani aliyemkamata? Swali la tano ni je, serikali inafahamu alipo Mdude Nyagali na kama hajulikani alipo, uchunguzi gani umefanyika kuhusu kutoweka kwake? Swali la sita ni je, Mdude alikuwa anahifadhiwa na, na chombo chochote cha usalama rasmi au kisiri? Uh, swali la saba ni kwa msingi gani mitandao ya kijamii ilifungwa hasa mtandao wa kijamii wa X zamani Twitter, na je hatua hiyo ilifuata sheria za ndani au mikataba ya kimataifa Swali la nane ni je, serikali ina mpango wa kufungua mitandao hiyo, na kama ina mpango huo, lini itafanya hivyo? Na swali la mwisho ni je, kuna uchunguzi wowote unaoendelea kuhusu tuhuma hizi, au matokeo yake ni yapi hadi sasa? Kwa hiyo maswali haya yanaonyesha kiwango cha wasiwasi kilichofikiwa na taasisi za kimataifa kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Tanzania. Kadhalika, Umoja wa Mataifa umeongeza kuwa tukio la mheshimiwa Lissu kukamatwa linaashiria matumizi mabaya ya vyombo vya dola kwa ajili ya maslahi ya kisiasa. Uh, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa kutumia vyombo vya usalama kuzuia ushindani wa kisiasa ni kinyume na misingi ya kidemokrasia. Na kuhusu suala la Mdude, Umoja wa Mataifa umesema tukio hilo lina viashiria vya kulazimisha watu kupotea, enforced disappearance ambalo ni kosa kubwa kabisa la kimataifa linaloweza kufikishwa katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu yani ICC iwapo serikali haitotoa maelezo ya kutosha. Pia Umoja wa Mataifa umekosoa kile kinachoitwa kutojali kwa serikali katika kushughulikia malalamiko ya kisheria. Umeeleza kuwa serikali imekuwa ikijibu kwa kuchelewa au kutotoa majibu kabisa kuhusu barua za nyuma zilizohusu haki za raia. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa serikali ya Tanzania endapo, endapo haitojibu maswali haya ndani ya muda uliowekwa, basi itachukua hatua mbalimbali kali. Na hatua hizo ni pamoja na kupeleka kesi mbele ya baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa, kuwasiliana na taasisi za kimataifa za kifedha kuhusu misaada kutokana na mwenendo wa serikali ya Tanzania, yani kujaribu kuongea na wafadhili kuhusiana na mwenendo wa Tanzania lakini pia kutangaza hadharani majina ya maafisa wa serikali wanaohusika na ukiukwaji huo. Kwa hiyo ni hatua, hatua kubwa na kali kadhalika. Katika hatua isiyo ya kawaida, umoja huu wa mataifa umeonyesha utayari wa kulinda maisha ya mheshimiwa Lissu pamoja na Mdude Nyagali kwa kuchukua hatua za kimataifa ikiwa ni pamoja na kuanzisha uchunguzi wa pande huru kushinikiza kuachiliwa kwao au kuwapo kwa taarifa kamili ya aliko Mdude. Na kwa mara ya kwanza kabisa Umoja wa Mataifa umetaja uwezekano wa kuwepo orodha ya siri ya watu wanaofuatiliwa kwa tuhuma za uhalifu wa haki za binadamu nchini Tanzania, hatua inayoweza kuathiri maafisa wa serikali, maafisa wa polisi na vyombo vya dola na wanasiasa waandamizi. Hili ni zito. Maana yake ni kwamba Umoja wa Mataifa unaweza kufika hatua ya kuwataja watu ambao moja kwa moja wanahusika na vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Tanzania. Kwa hiyo uh, hatua hii ya Umoja wa Mataifa sio uh, uh, ime, tu imechukuliwa ime, ime juu juu imechukuliwa kwa uzito mkubwa, na pia imewasilishwa rasmi kupitia katika ubalozi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa uliopo Geneva Uswisi, na nakala imetumwa kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Kwa sasa serikali ya Tanzania haijatoa kauli yoyote hadharani kuhusu uh, hiyo hatua iliyochukuliwa na Umoja wa Mataifa. Na hii inaweza kuwa ni jaribio la kimya la kuipuuza, ni yaani kupuuza hatua hii, lakini dunia inatazama kinachoendelea. Uh, kwa hiyo haya ni maendeleo mapya yanaweza um, kuwa na uzito wake hasa kwa vile wahusika wameshafahamishwa kwamba wanaweza kutajwa hadharani. Je, una maoni gani katika hili? Karibu utoe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asante na kwaheri.